Na msanii wa Bongo Flava kutoka hapa pande za Temeke Gbaby, tukiwa eh, tunakuletea ngoma kama hiyo unayoisikiliza kwa mbali, ngoma inaitwa Ukurasa. Nafikiri tayari imeshaachiwa kwenye platform zote za digital eh, hapa kutoka Tanzania na East Africa kiujumla, eh, na nafikiri Gbaby okay. Wap, eh, wa, wa, wa, wa, wa, wapungie mkono kwanza watazamaji wetu na eh, waone kabisa unawapenda na kuwajali na wao pia wamekupokea wote, ambao wapo kwenye chaneli yetu ya Wasamalia TV, endeleni ku Ji baby kwa namna yoyote kusubscribe, ku like, ku comment na kushare kwenye mpeji wa Ji baby. Mambo vipi? Mambo poa. Umependeza sana. Asante. Umependeza kulikweli, naona umemechisha hapo na kitu kinaitwa blouses, blouse blouse. Eh, ki blouses. Umenunua duka gani? Okay. Hapa hapa Temeke au Sinza? Ninunua kare yako. Kare watazamaji ambao wanatufuatilia kupitia kipindi chetu cha entertainment wanataka kufahamu kwamba wewe ni nani, yani wewe ni nani ingawa tayari nimeshawatambulisha kwako, nimewaamnisha ni kwamba wewe ni msanii wa Bongo Flava. Okay mm. Kwa majina yangu mm, naitwa Glory Levocatus, majina niliyopewa na mzazi wangu. Naam, lakini jina la sanaa mm. au jina ambalo ni maarufu mm. naitwa G baby. G baby. Mm. I mean, G mm. imesimama kama Glory mm. na ile baby ni swaga, baby ni swaga, huyu ni G baby. Tusimame tu sasa kwenye jina la kisanaa ambaye ni G baby si ndio? Mtu akiingia kwenye chaneli zetu za Wasamaria akitafuta tu Gbaby, au akiingia kwa Gbaby mwenyewe moja kwa moja, unakuta kuna ngoma zake zimeshehena ubora kabisa. Sasa Gbaby, turudi sasa kwenye msimamo wako leo. Ume umebahatika kuingia kwenye hizi studio za Wasamaria. Maisha yako ya mziki, safari yako ulianza mwaka gani? Sijaanza muda mrefu sana sijaanza muda mrefu I mean kama kama sikosei, nimeanza mm, kuimba imba kama elfu mbili na ishirini ishirini mm, hivi elfu mbili na ishirini. Kwa hiyo mpaka sasa una miaka mitano of course. Mm, lakini sio ya serious. Kwa nini hauko serious? Mm, kwa sababu kama unavyofahamu mm, mziki sio lele mama mm, e, kwa hiyo nilikuwa tuseme nasuasua mm. E, naimba kidogo ah, baadaye napumzika, naimba mm. napumzika mm. ya lakini, kuanzia mwaka wa jana mm. kidogo, sasa nimeona niwe serious mm. na nachokifanya. Okay. mm. na umebahatika kutoa ngoma ngapi? mm. Ngoma nilizotoa ni nyingi mm, ni nyingi, ni nyingi lakini nilizoziachia ni, mm. ni chache ziko chache yeah. mm. kama ngapi umeziachia? mm. nilizoziachia mm. za video zipo tatu mm. audio zipo kama nne nafikiri. na unatamani katika safari yako ya mziki wa Bongo Flava eh, kwa hapa nchini Tanzania, na unafahamu kama kuna wasanii wengi sana ambao wana jinsia ya kike kama wewe? yes. Unatamani kuwa nani? Kama nani Lolmodo wako, namkubali sana Rubi. Ruby. Yes. Eh, eh. Makofi kwa Rubi popote pale alipo, eh, yupo mtu ambaye anatamani kufanana nawe kwa nini Rubi, wakati kuna Zuchu, wakati kuna Nandi? ni wote hao ni vibopa kweli kweli, wako wakinyoosha tu fimbo mm. Ngoma lazima itembee duniani na watu wote waikubali. ni kwa... kwa nini wasi hao wengine, why Rubi? kwa nini isiwe Zuchu, Nandi? of course wote mm. nawapenda mm. lakini kila mtu mm ana namna yake ya uimbaji wake mm. na ndio maana ukasema lord mudo wangu mm. ni nani mimi mm. nilitamani sasa... awe Zuchu au nilitamani awe Nandi. Hapana, anyway ngoja tu, kuna, kuna nyimbo ambayo umeitoa hapa, tuwasikilizishe kipande kidogo tu watazamaji wetu Tana. Waone je, Jibebi anayeongea kwamba yeye ni msanii wa bongo flavor, je, ni yeye wapi utamu wake ulipo kwenye kuwakonga watu nyoyo. Ngoja tuiachie kidogo hapa e, mtazamaji wetu uone Gbaby anaweza akaitingisha Temeke hii pamoja na nchi yetu hii ya Tanzania na East Africa kiujumla. Gbaby, nyimbo yako inaitwaje? Inaitwa ukurasa, ukurasa. Kwa nini ukurasa? Kwanza kabla sijaiachia hapo <laughs> e, ukurasa kwa nini, ili tujue. Eh, ukurasa, ukurasa, e bwana, ngoma yake inaitwa Ukurasa, ambayo tayari imeshaachiwa kwenye mitandao ya kijamii, platform zote. Eh, ukiingia, tukiandika Gbaby, basi unayekuta ngoma yake pale ni video full, sio audio, tukamaliza kila kitu <whistles> amechinja hapo eh, uh-huh. Kwa nini ukurasa, ukurasau? I mean, wimbo unajieleza mm. Yaani uki, uki utaelewa kwa nini nimeita. Basi ngoja tuachie kipande kidogo bwana. Langu jina ni Profesa Mandela hapa nyuma ya kamera akiwa Abdallah Kingwande tukiwa e, na mwanadada e, G baby akiwa ameanza safari yake ya mziki elfu mbili na ishirini mpaka sasa ni miaka mitano, lakini hakuwa serious kama jinsi yeye anavyosema. Ngoja tusikie radha kidogo ya G baby. <coughs> Ebana, um, um, um, pa, um, hey, tusimalize uhondo. Abdala Kingwande nyuma ya kamera, nafikiri kitu hiki kimenyooka barabara sasa. E, nataka nikuulize, kuna kipengele hapa ambacho nimekinasa hii nyimbo, bwana. Kuna mtu e, alikutenda hivi alikumwaga chozi, alafu ukampata mtu ambaye kamzidi yule aliyokumwaga chozi. Nimesikia hapo, ulikuwa wapi? Kuna mtu alikupiga kofi la uso? Hapana mm, mm. Siyo hivyo lakini mm. Nimeimbia tuseme jamii kwa sababu hayo ya mambo mm, yanatokea sana mm, na asilimia kubwa watu wengi sana wanalia kwenye mapenzi mm. Kwa hiyo huo wimbo mm, najua tumewagusa watu wengi sana yani nimefikisha ujumbe mm. Unajua unaweza ukawa na mtu then baadaye mambo mengi, sema ukweli, nyoosha tu <laughs> wewe nyoosha kipengele no. Kama kuna mtu alikupiga nyundo ya kichwa ukazimia, ulivyoamka ukaamka na mtu mwingine, hasa ambaye ni penzi moto moto kuliko yule, sema mchane tu. kama vipi? Ewe, mchane tu, hauna Abdalla Kingwande, popote ulipo upo yes. Amchane tu, kama vipi? Watazamaji wanataka kusikia, ujue, huwezi huwezi kuingiza ku, ku, ku radha. Afu hii sasa ndo umerudiarudia mara mbili mara mbili, yani ndo kiini ndo kiini, yaani mara mbili mara mbili umerudia ukisikia ndo hapo nimetoka kidogo hapo. Sema nani aliyokuumiza, niambie. Ni, ni kama nilivyokuambia hiyo ni mm. mm. nyimbo. Basi mtaje hata kwa herufi ya kwanza tu, kama K, kama A lakini ah. E, pia kama ni Abdalla Kingwande sema tu. <laughs> yeah. Maliza. Hapana, hapana, yeah. mimi mm. nimeambia jamii, nimefikisha ujumbe mm. kwa sababu unajua kabisa ya mm. mambo yanawakuta watu wengi mm. eh kwa sikumaanisha mimi mm. Labda hapo mbele inaweza ikatokea, lakini kwa sasa hivi mm. nimefikisha nini ujumbe kwenye hadhara. Nini malengo yako sasa? Malengo yangu mm. ni kuja kuwa mtu mkubwa sana mm. ya, ni kuja kuwa mtu mkubwa kuelimisha jamii mm. kwa upana zaidi na ukiachana na na na na na na, eh, na sanaa unayoifanya ya music. Kazi gani nyingine unafanya? Mm, mm. Kwanza nilisahau kukwambia mm. Sio music tu mm. Lakini pia ni mwigizaji wa mm. Bongo movie napiga kote kote mm. Mm -hmm. Na tukiachana na kazi ya sanaa mm. Mimi nafanya kazi saluni mm. Mm. Ah, okay yeah. Ni unanyoa kinyozi au massage au scrub? Hapana mm. Nipo saluni ya kike, ya kike unasuka. Ah, samani bwana, maana nilienda mbali sana. Kuna saluni moja hivi ya Abdalla Kingwanda, ipo kule kijishi <laughs> kule eh, saluni ya kiume, nikajua ndo safari ambako mnatoa huduma za kuwafanya watu wawe comfortable. Yeah, kwa hiyo una deal na maswala ya kuwafanya wanawake wenzio yeah, kupendeza zaidi, mm, mitindo ya aina mbalimbali ya. Yes. Yeah, basi nafikiri watakusikia na wamekuona, lakini watakuja kwenye saluni yako. Kuna mwanadada mmoja ambaye anaitwa Esther mm, alioko kule Bunjubi, yeye ni mtaalamu wa maswala ya kucheza na fedha atakuja kusuka msuko ambao utakaompendeza zaidi, nafikiri tu eh, atakuja kwa ofa maalum kwa heshima yangu mimi, au nasemaje? Gbaby anakaribishwa kwa heshima, atakuja kutolewa msuko madhubuti kabisa. <laughs> Esta, popote ulipo, tuko na Gbaby eh, ni lazima umtembelee kwenye saluni yake, ili uende ukapendezwe, ili uweze kupata mume wa pili, ingawa hauruhusiwi sasa, Gbaby. Yes. Unasema kwamba una malengo makubwa sana mm. Je, aliyekushika mkono sasa mpaka hizi ngoma ziko hewani sasa hivi ni ni nani kiufupi? mm. Sina aliyenishika mkono mm. Yaani namaanisha sina management mm. wala sina mtu aliyopo nyuma yangu mm. Kwa hiyo napambana mwenyewe mm mpaka nafika hapa mm. ni jasho langu mwenyewe mm. Yes. Sasa je, unataka uendelee kupambana mwenyewe mm. au unatamani kupata management, kwa sababu Wasamalia TV inatazamwa na watu wengi sana hapa nchini Tanzania, lakini pia na nje ya Tanzania, tukizungumzia Burundi uh, tukizungumzia Kenya, lakini nje ya east Africa tukizungumzia Marekani, China Uingereza. Wasamalia TV inatazamwa na watu wengi sana, wanataka kujua, wanataka kuona kwamba, je, akitokea mdau ambaye eh, amevutiwa na wewe, unaweza kukubali kuingia naye mikataba awezi kukusimamia? Yeah mm. kwa nini katae? mm. yeah. Nakubali maana ni kitu ambacho pia mm -hmm. nakitamani mm. Okay, wewe ni mtu wa wapi? mtu wa mm. Mm. Ni ni Awa, mm. mi mm. Uh, mm. ni mtu wa Mwanza baba mm. Yes. Okay. Okay. ni Mwanza na mama ni Mwanza au? ah, nilikuwa miwili tofauti, mi nachokijua ni mtu wa Mwanza. Una chochote cha kuzungumza kwa Watanzania mm. Mm. Kwanza nilikuwa naomba support yao kwa wingi mm. mimi ni msanii mm. upcoming Mm. kama ulivyosema mm na nategemea kufika mbali sana mm. Kwa hiyo bila sapoti zao mm. Nitakuwa sio kitu mm. Na kitu kingine nimewaandalia ngoma mpya ngoma mm. mpya mm. itaku... mazoea, mazoea. Mm -hmm. Okay. Inaitwa mazoea kwa hiyo mm. tuombe uzima tukijaliwa mm. nitaiachia hivi karibuni kwa okay. Hiyo waandae tu masikio usikiliza. mm. mm -hmm. okay. Na kunisapoti pia sawa e. Ngoja tupate raha kidogo hapa, tusimwache mtazamaji wetu hivi hivi, ni lazima tutoke na kitu hapa. Ngoja nirudishe pale penye utamu pale e, <tabu> Gbaby, Gbaby ni msanii kutoka pande za Temeke hapa e, akiwa e, anajipambania mwenyewe kuhakikisha kwamba tasnia yetu ya Bongo Flava. Nyuma ya kamera Abdallah Kingwande anasema tuongeze sauti kidogo, maana amekolea tena na mziki wa G Baby kutoka za pande za Temeke hapa hmm. Ebana, ulikuwa nami Professor Mandela hapa, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na msanii wa Bongo Flava kutoka hapa pande za Temeke G Baby, tukiwa eh tunakuletea ngoma kama hiyo unayoisikiliza kwa mbali ngoma inaitwa ukurasa nafikiri tayari imeshaachiwa kwenye mpeji zote zote za facebook instagram tiktok youtube twitter tumsapoti dada yetu kipenzi